Hii ni miale ya Biftu FM. Naam, wakazi wa lokesheni za Jirime na Dahabaricha eneo bunge la Sako wamepokea chakula cha msaada kutoka kwa serikali ya kitaifa. Chakula hicho kinachojumuisha magunia 200 ya mchele na 200 ya maharagwe kimetolewa hivi leo kupitia afisi ya katibu wizara ya maendeleo katika maeneo kame Kelo Harsama. Chakula hicho kinachojumuisha magunia mia mbili ya mchele na mia mbili ya maharagwe kimepokelewa vizuri sehemu hizo. Wakuu wa utawala wameongoza zoezi la ugavi wa chakula hicho wakiongozwa na naibu kamishna eneo hili Thomas Ngagi. imeweza kufika hapa siku ya leo ili kuwaletea nyinyi chakula. Chakula imetoka kwa ofisi ya Kero, na imeweza kuandamana na PA wake kuweza kuwafikisha chakula hapa tumekuwa pia kule Jireme hata hapo pia Dakabricha kwa ofisi ya chief, tumeweza kufika pale tukapeana chakula pale pia. Kwa hivyo ni hombi langu kwamba e, mtapokea hii chakula na muweze kushukuru kwamba wanakelo wamewakumbuka na pia serikali imewakumbuka, sababu hii chakula pia ni chakula ya serikali. Mweze kupokea na muweze pia e, kufikishia wale wengine katika ile hali ya kugawagawa yule atapewa amkumbuke pia na ndugu yake ambaye yuko karibu na yeye aweze kupata chakula na yeye pia ashukuru. Lokesheni ya Jireme amepokea magunia mia moja ya mchele na mengine mia moja ya maharagwe. Lokesheni ya Dahabaricha pia imepokea mgao sawa na huo. Watu saa hii ndio wanapanda E, ukame ulikuwa umekuwa pale nyuma na watu hawakuwa wa na chakula cha kutosha. E, saa hii kuna shida ya chakula kitambo mpaka watu wangojee mpaka wavune chakula, e, utakuwa na shida ya chakula. So, tutaendelea kuwakumbuka. E, serikali haiwezi kuacha watu wake, tutaendelea kuwakumbuka wakati tunapata chakula tunawafikishia ili na nyinyi pia muweze kujimudu kupata kile chakula na kuweza kujisaidia. Kwa hivyo tunaomba pia e, muendelee kushika serikali mkono e, yale masuala ambayo ni muhimu ya serikali tuyaunge mkono, yale maendeleo ambayo ni ya serikali tuweze pia kuyaunga mkono. Afisa msaidizi afisi ya katibu Kelo Arsama Galgalo wako amesema familia zaidi ya mia nane zinalengwa kunufaika na mgao huu wa chakula. Ameongeza kuwa kila familia itapokea kilo kumi za maharagwe na kumi za mchele ili kukidhi mahitaji yao ya chakula kipindi hiki kigumu. Ani makangi Galgalo yes, Kelo Arsama Kelo mbetanini

Eno kalo ni senior chief eneo la Jireme na anasema chakula hicho kitawafaidi sana wakazi wake, haswa wale ambao wana hawawezi kujimudu. Ameongeza pia na kuitaka serikali ya kitaifa na asasi na afisi ya kabishi na Kelo kukumbuka mara kwa mara watu hiyo. Enokalo wa sehemu naitwa Enoch Kalo ni senior chief wa Jirime location. E, siku ya leo tuna furaha, nina furaha sana sana sana kwa niaba ya Jirime location, kwa sababu Jirime location ambaye iko na sub location mbili ni matatu, na Jirime sub location wamefaidika na chakula kutoka mheshimiwa wetu si uh, mara ya kwanza ametupatia saizi, lakini ametupatia mara nyingi, karibu mara nne, eh, kule sege la vidiana hapa milima tatu na location. Mimi kama chief nimeweza kuheshimika, nimeweza kueleza wananchi wakujaapate chakula sana sana, wakati huu ambao wakati huu ambao haukunyesha uh, wale ambao wasiojiweza katika jamii, nataka kushukuru na kupongeza mheshimiwa wetu Kelo, Mheshimiwa Kelo Asama, kwa chakula ambao wameweza kutolea kwa wale ambao wajiweza. Wamesaidika na tunashukuru sana sana sana, na pia wao wako na roho ya kuwashukuru na kushukuru sana. Kwa upande wake, chifu eneo la Dakabricha amewahakikishia wakazi wake kwa chakula hicho kitawafikia walengwa, huku kila familia ya eneo hilo ikipokea mchele kilo kumi na pia maharagwe kilo kumi. Zoezi la ugavi wa chakula hicho eneo la Dakabaricha limeanza rasmi mchana wa leo na kuongozwa na chifu huyo. Familia zinazolengwa zikinufaika na mgao huo wa chakula ambaye wan lingana na village yao mm. So nashukuru sana na naomba bado haijatosha tosha mm. e, e, e, pia naomba pies, pia tusaidie tena bado atuangalie zaidi, sababu jilali bado iko na mimea sahii ndio inaanza kumea. Uh, so tunashukuru kwa yale tumepata, hata ngawa haitoshi bado, tunatarajia nyingine mm. tunaomba tu mtusaidie na mtukumbuke hayo manyata sasa. So, tunawashukuru mm. na you are free to go. Mm. Ama tunaweza kuwa pamoja tukigawanya mm. na mkiona mnaweza kukimbia, mnaweza kimbia. Walengo wa chakula hicho wameipongeza serikali ya Rais William Ruto kwa msaada huo na kumtaka Katibu Kelo Arasama kuzidi kuwakumbuka watu jimbo hili wanaokabiliwa na makali ya baa la njaa. Kwa majina anaitwa Mikelina Lepalo, nimetoka Jirime location. Siku ya leo tuko na furaha sana kama wanaJirime kwa sababu tumepata chakula kutoka serikali yetu. Nashukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru serikali yetu kupitia Mheshimiwa Kelo, tumepata chakula ya kutosha, kwa sababu kwa wakati kwa muda hatukupata chakula kama hii sisi kama wana wa Jirime. Lakini leo tunashukuru serikali yetu imetukumbuka, na imetukumbuka kwa wakati ngumu, kwa sababu wakati ni wakati ya mvua, watu wana, watu wana njaa mingi. Mvua tumepata lakini bado tunaomba Mungu atuongezee, na tuko na njaa, tuko na shida. Lakini siku ya leo tunashukuru serikali yetu, kwa sababu imetukumbuka kwa wakati ngumu ambao tunangang'ana na mambo ya kulima mashamba, japokuwa hatuna mbegu tunashukuru, tumepata, tumepata. Tunaomba Mungu atunyeshe mvua, mbegu ipate sapt na tupate chakula ya kutosha. Nashukuru sana serikali yetu, na yetu wasimame imara na wasimame, wasimame wasaidie wale ambao sana. Asante, Mungu pia asaidie rais wetu. Mungu asante sana. Wakazi hao wa Jireme na Dakabricha hawaku sita kuonyesha furaha zao baada ya msaada huo wa chakula kuwafikia. Indule calbintulen toktinaaf galati galchinaaf o fupi Thank you. Eh, mimi naitwa Boneo wako. Mimi ni kutoka mara mataarba lawao manyata awako kub, tumeshukuru na msaidizi ya ya PS. Sisi tunaona vile ametusaidia upande ya <Un -tipansi> rokesa na anatoa vizuri chakula mimi nimeona mimi mwenyewe uko na ndugu huko, tunashukuru kabisa. E, kazi vile yeye anafanya kwa vile yako kwa ofisi ya serikali anatusaidia anatukumbuka, ni vijana yetu na mzee yetu. E, tunakumbuka na sisi pia tutakumbuka wakati ya, wakati yeye atakuwa na shida ya sisi tutakuwa na yeye tumehili hivyo, nasema asante sana kwa chakula ile tumetutahidia. Asante e, sana karibuni.

Wanyo kazi za eti tule, asanteni sana. Rabini sana watu san wa kar Karinda, Olomanje ra. Era ni msahelo ndo wema. Mimi naitwa Thomas Rule Mari kutoka Jireme. Mimi ni assistant committee ya Jireme. Na shukuru sana na nasema asante sana kwa Mheshimiwa Kelo kwa kutukumbuka kwa siku ya leo. Kwa hivyo narudisha shukrani kubwa sana kwake. Asante. Eh hey, magangi ya asante ubati.